Majukwaa ya kisiasa yanaendelea kusikiliza sera za wagombea mbalimbali nafasi ya ugombea wa urais. Kila mmoja kati akifungua kampeni zake alisema pindi atakapochaguliwa, ndani ya siku mia moja atakuwa na vipaumbele kadhaa. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini siku mia moja na hii si kauli ambayo imesikika kwa wanasiasa ama wagombea wa hapa nyumbani Tanzania pekee bali hata nje ya nchi katika mataifa mbalimbali ikiwemo kuanzia dunia ya kwanza ambako asili ya hii ikitajwa kwamba kule nchini Marekani. Lakini mjadala umeibuka kuna wale ambao wanaamini siku hiyo zinatosha kutoa mwelekeo, wengine wakisema kwamba yanahitaji muda zaidi, sababu kuna maswala mengine unaweza ukayaahidi na akawa anagongana na aidha mikataba ambayo ipo ya nchi lakini pia hata katiba ya nchi. Tutajikita kuangazia ni kwa nini siku mia moja siri ya siku mia moja ni ipi? kwa wagombea wakiwaona nadi na sera zao. Naitwa Nordin Selemani nikikualika kwenye uchanganuzi hii leo. Tumemwalika hapa Saidi Miraji, yeye ni mwanasiasa mstaafu ambaye naye ameshawahi kuwepo kwenye majukwaa ama virili hivyo vya kisiasa, na akasema ndani ya siku mia moja wao wakichaguliwa watafanya kadha wa kadha wa kadha, lakini kwa sasa ni mchambuzi wa maswala ya siasa. Karibu sana, umefurahi. Kwema. Kwema sana. sana kusema kwamba uliahidi na nanyie nam <laughs> na kando yake tunaye Risasi Mwaulanga, mchambuzi wa maswala ya kisiasa karibu sana, mambo anakwenda, namshukuru Mungu Acha tuanze na Mzee Miraji, uasiri ni nini mpaka uh, wanasiasa huwa wanaamini ahadi uh, zao zijielekeze ndani ya siku mia moja uh, kama ulivyotangulia kusema <coughs> hii ilianza nchini Marekani. Rais wa thelathini na mbili wa Marekani Bwana Franklin alipoingia madarakani uh, alikuja na suala zima la kubadili mambo mbalimbali yakiwemo masuala ya kiuchumi masuala kadhaa wa kadhaa. Sasa wakati alipokuwa anafanya yale, ndipo ilipotoka hii dhana ya kwamba anatoa mwelekeo wa serikali yake itakuwaje. Sasa kwa kipindi kile, nadhani ndani ya miezi mitatu aliweza, uh, kupeleka miswada ya sheria ile tunasema mikubwa isiyopungua 15, lakini kuna baadhi ya maagizo mbalimbali tunaita orders zile takriban karibu 99 kama vile ambavyo tumeona labda pengine alivyoingia huyu uh, Trump mm. alivyokuwa na anatia saini kufuta yale aliyofanywa mm. na mtangulizi wake na kuagiza mapya. Sasa pale waandishi wa habari katika kufanya utafiti na kuangalia, ndipo walipopata ile dhana ya siku mia za mwelekeo wa serikali ya bwana Franklin. Kwa hivyo hapo ndipo dhana hiyo ilipoanza. Uh, kwa hivyo baada ya kuwa kila uongozi sasa unapoingia madarakani ukawa unapimwa. Uh, nasema mimi labda pengine eh, mabadiliko unaweza kuyafanya inawezekana ndani ya siku moja, mm-hmm. lakini yakawa ni mabadiliko labda pengine ya muda mfupi, lakini kwa siku mia unapokuwa una utaratibu umeuwekwa wa mambo, maana yake umekusudia mabadiliko kamili. Kwa hivyo kwa ufupi wa maneno ni kwamba rais anapoingia madarakani siku mia za mwanzo zinatoa mwelekeo wa serikali yake itakuwaje. Mm. Risasi tija ya hii ahadi ya hadia, siku mia moja eh, kwa namna ambavyo tumekuwa tukiona viongozi wetu mbalimbali wakiitoa inaleta mantiki. Eh, kwa kweli kuna uchanganuzi ambao umefanywa eh, na ndugu yetu mzee Miraji hapa ambaye kama ulivyomtambulisha ameshawahi kuingia kwenye kinyang'anyiro na yeye akawa na uthubutu wa kuwa na maono yake katika siku mia. Uh, nafikiri hakuna mwalimu mzuri kama experience. Haya yote yamefanywa uh, tumeambiwa mtangulizi uh, wa viongozi wa Marekani aliyepita, uh, marehemu Franklin aliweza kutoa vision yake na mwelekeo sahihi wa mustakabali wa maendeleo ya kisiasa na uchumi ya taifa kubwa kama Marekani ndani ya siku mia moja, na ulimwengu wa mageuzi na maendeleo ya kisiasa na uchumi ukaona, naona hiyo ndio iwe njia <coughs> nafikiri, chanda chema huvikwa pete, dunia ilifata, na nchi mbalimbali duniani tukaanza kuona matokeo <coughs> sasa, tija yake ni nini? Tija yake kwanza ni kuleta eh, uhalali eh, wa manifesto ambazo kwa sababu hizi chaguzi tunazozungumzia ni za kidemokrasia, eh, hakunaga siku mia moja katika serikali za kimapinduzi mm. <laughs> <laughs> <laughs> Hii yote ina, inaangukia katika chaguzi za kidemokrasia na nchi yetu, taifa letu ni taifa la kidemokrasia kwa hili kwanza, nalipongeza taifa letu lina linaamini na kutekeleza dhana ya demokrasia, uhuru wa watu kuabudu, uhuru wa watu kusema, uhuru wa watu kuchagua na kuchaguliwa yeah. Lakini ndani ya kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu mm. Sasa tija yake ni nini? Tija yake ni kwamba mfano tuna vyama kumi na saba hivi vinashiriki vi, vi, uchaguzi huu mm. Kwa nafasi ya nafasi ya kwa nafasi urais. He urais. He ya, ya mimi nafikiri kuna tija kubwa sana na kuna mantiki. Kwa sababu nchi yetu ina rasilimali watu, nchi yetu ina rasilimali mali, mali asili, lakini kwa ustadi mkubwa Rais Samia Suluhu Hassan amedea kuwa na vision eh, ya ya taifa <coughs> si ya chama chake lakini kuwa na mwelekeo na dira na mustakabali wa uchumi wa taifa ilitolewa kabla ya kuelekea katika uchaguzi. Yeah. Nafikiri hii dira ndio utakuwa mustakabali wa viongozi wote watakaopata fursa ya kuingia madarakani iwapo Watanzania watawachagua kwa wingi wao, ndo maana ya demokrasia. Yeah. Lakini mimi niseme tu, ndani ya siku mia hizi mantiki yake ni kila mtanzania kwanza kabisa aamini kwamba uchaguzi wa kidemokrasia utatupatia kiongozi bora, kwa sababu qualifications zilizowafanya wao wawe wateule kupitia INEC ni, ni, ni vigezo stahiki, wote wamequalify kwa mujibu wa vyama vyao na wao as individual, okay. Lakini mi naomba nimzungumzie kidogo rais aliyoko madarakani. Tutarudia hapo, okay. Tutarudi uh, Miraji, ni sahihi kumpima yule mtu ambaye uh, alisema ndani ya siku mia atafanya mlorongo wa vitu anaingia, anakutana na mambo tofauti. Hii imewahi kushuhudiwa hata uh, kwa nchi jirani. Mmoja wa marais aliahidi mambo chungu mzima katika siku mia moja. Ameingia, siku mia moja zimekuisha mambo ajaenda, watu wanamuiza kulikoni, anasema kwamba kuna mipango ambayo bado inaendelea kuyakuwa sawa. Ni sahihi kupimwa kwa kile tu ambacho alikisema kwenye majukwaa? Sababu wakati mwingine mnasema, huwa mnapandwa na munka, ili mnajikuta mnatoa toa hadi kedekede kede. Wakati mwingine watu wanakosea. Unajua, hata ilani ya uchaguzi kama ikiwa imeandikwa vizuri, kuna ile ilani ya uchaguzi alafu mwanzo, kabla ya kuingia kwenye ile ilani haswa hmm. Kuna kitu kinaitwa executive summary yaani ukisoma pale unapata mo, mo, mo, muono wa kwamba ilani hii itakuwa imejikita kwenye moja, mbili, tatu bila kuisoma yote kwa ujumla wake mm-hmm. Sasa na hizi siku mia mara nyingi hazitumiwi katika kumaliza matatizo, zinatumiwa katika kuonyesha dira, mwelekeo wa serikali utakuwaje. Kwa hivyo unapompima mtu humpimi kwa alichokifanya unapima kama serikali yake huyu unajua, itakuwa ni serikali ya haki, serikali yake huyu ni serikali itakayokuwa inazingatia uwajibikaji, serikali yake huyu kama alisema atajishughulisha na masuala ya, ya, ya kupitisha sheria au kuka, ku, kuondoa baadhi ya sheria automatikali. Hivyo vitu ni vitu vinavyohitaji muda mfupi tu hmm. Kama tuseme, alisema nitaleta maridhiano, baada ya kuapishwa tu anaweza kuwaachia wafungwa wa kisiasa walioko magerezani kwa hivyo kuna vitu vya kuna, kuna vitu vya maendeleo na kuna vitu vile ambavyo tunasema vinatoa taswira ya serikali itakuwaje. Kwa hivyo kwangu, mimi, huwezi kuja kumpima rais au chama kilichoingia madarakani kwa siku mia, kwa kimejenga barabara, huwezi kupima kwa sababu huo ni mambo mtambuka. Hayo ni, ma, ni miradi ya muda mrefu, ni miradi ya maendeleo mm, mm. lakini kuna mambo ya kisera na hapo haya yanakuja kama hivyo nilivyotoa mfano wa Frank, Franklin mm, au kama nilivyotoa mfano wa Donald Trump, kwa mfano kusema kama kuanzia sasa e, kuta, nani tuseme bima ya afya ina take off. Na kama utachunguza hata ahadi alizozitoa Rais Samia specific ambazo alisema atafanya ndani ya siku mia, alisema ndani ya siku mia yeye ataajiri e, wahudumu wa afya mm. Uh, nadhani elfu... saba kitu kama hivi no. Halafu alisema tajiri walimu. Kwa hivyo specific anataja ana vile vitu ambavyo unao uwezo wa kuvifanya immediately, vingine vilivyobaki vinatoa mwelekeo. Kwa hivyo sidhani kama ni sahihi kuipima serikali au kumpima rais akiingia madarakani kutoka chama chochote kile kwa mambo ya maendeleo ndani ya siku mia kwa mfano, ndani ya siku mia, hospitali zote ziwe na madawa, ziwe na vitanda, ziwe na vyandarua, barabara zitengenezwe, maji yapatikane. Huwezi ku, ku, kuipima serikali kwa namna hiyo mm, wakati ambao wanakuta tena bajeti yenye ilishapitishwa na serikali bajeti ilisha, exactly kwa sababu sasa hivi bajeti ya kwanza ya, ya, ya serikali itakayokuja itasoma mwakani mm. Hii anatumia hii ambayo nadhani umemalizia vizuri risasi. Kila mwanasiasa akiwa kwenye majukwaa ana namna yake okay. ya kushawishi mm -hmm. na kuona kwamba huu ndio mwelekeo wake. Tumesikia wagombea eh, karibu wote eh, 17 kila mmoja amesema <clears throat> vipaumbele vyake kwamba mimi katika siku hizi mia moja Watanzania wakiridhia mimi nikichaguliwa ntafanya haya mambo kadhaa haya na haya na haya na haya, lakini kuna wale ambao tayari wameshaanza kuyafanya mm -hmm. E, na wenyewe wakiendelea tena kuomba tena ridhaa kwa mara nyingine kwa Watanzania, kwa sababu mwenyewe umesema mm -hmm. uchaguzi ni jambo la kidemokrasia mm -hmm. na Tanzania inatekeleza hiyo demokrasia mm -hmm. kuna mambo yale e, ya ubabe ubabe mm -hmm. na uchaguzi ndio ambao utakaoamua kwa namna ambavyo tunawaona hawa wagombea wote na maswala ambayo wameyaweka uh, kwenye meza na Watanzania wanayasikiliza kila uchao, yakitekelezwa, yanaipeleka Tanzania katika mwelekeo upi? Yako mambo yako ya kuyachanganua kwa sababu wagombea wako kumi na saba. Yako mambo yanaleta tija na matumaini, lakini yako mambo yamekuwa ni kama burudani na yanatazamika ya kama vituko eh, na maskhara. Zamani wasema mahoka eh, mahoka. Kwa nini nasema hivi? Sitapenda kutaja specific ni mgombea gani, mm -hmm, wa chama gani, mm -hmm, lakini kuna mambo tu ambayo kwa kweli ni vichekesho. Hii nchi inaongozwa kwa utawala wa sheria na katika kuamini haki za binadamu mm -hmm. Sasa ikiwa inatokea mgombea kwa kupaniki tu ndani ya kuzitafuta zile siku mia na kuushawishi na, na, na, na wingi wa watu useme, ndani ya siku mia nitachimba mabwawa eh, ya na kuwakamata watu fulani ambao watahisiwa. Maanake wewe ukiwa rais hujakuwa jaji eh, viko vyombo vya kuhukumu. Uwezi kusema wale watakaokutwa na, na tuhuma eh, za ubadhirifu na nini, nitawakamata na kuchimba mabwawa Ikulu na kuwatumbukiza walio na mamba. sasa sio taifa naamini hakutakuwa na amini, hakuta taifa kama hilo mm, mm. Sasa hii nayo tuiangalie, tusitengeneze aina ya watu wagombea wakapaniki kutafuta kutengeneza siku 100. Siku 100 zinahitaji hekima, kwa sababu nchi hii ina vitu vingi. Ni nchi ambayo ina maziwa makubwa matatu, ni nchi ambayo ina visiwa vya Unguja na Pemba, okay, visiwa vya Ukerewe, visiwa vya Mafia. Kuziconvert hizi rasilimali kugeuka kuwa fursa, ndio vision ya kila mwanasiasa na Mtanzania, tujikite huko. Mfano mi nimependa na nimeguswa, mi ni balozi wa amani mm. haya yote tunayozungumza ku, kugeuza rasilimali kuwa fursa hayatafanikiwa iwapo tutakuwa na taharuki ya kitaifa. Taharuki ya kitaifa ni nini? kama kutakuwa na mivutano ya kisiasa kutakuwa na ghasia mm. si mtu mmoja si taasisi, si chama, si serikali itakayoweza ku implement mipango yake kwa mujibu ya maelezo yake mm. kwa hiyo nimependa, ndio maana nikasema nimevutiwa kidogo na mgombea wa chama cha mapinduzi Rais Samia Suluhu Hassan, yeye ameahidi ame ndani ya siku mia atatumia kila uwezo at, aliojaliwa na Mwenyezi Mungu, vipawa vyake na fursa atakayokuwa nayo kuleta maridhiano. Mm. Shehe, mimi nimezunguka nchi nyingi barani Afrika. Na hata katika kuelekea baada ya uchaguzi huu kama Mtanzania, manake ke Mwalimu Nyerere aliyosema Tanzania itajengwa na wenye moyo. Mm. Si lazima uwe na madaraka. <laughs> Nimejaribu eh, kuwafanya <clears throat> mawasiliano na former Vice President wa Liberia, Jawad Howard Taylor, mke wa Charles Taylor. Nafikiri nani asiyejua Charles Taylor leo yuko ndani mm. kutokana na masuala haya ya vurugu. Mm. Na mkewe alishakuwa Vice President wakati wa utawala wa George Weah. Amevutiwa sana na amani ya Tanzania, lakini amevutiwa zaidi na uwajibikaji na utekelezaji wa majukumu ya kisiasa, maendeleo yaliyotekelezwa na Rais Samia Suluhu Hassan mm. Kwa hiyo katika ushawishi wangu kwa, nikikamilisha taratibu atakuja, mm. baada ya uchaguzi okay, ili kutekeleza ile kuwa na Tanzania iliyo bora na Afrika iliyo bora, mm. Sasa unapokuja kuona kuna mgombea anasema nita nitaleta maridhiano ya kitaifa maridhiano, ndio uchumi ulio bora, ndio siasa iliyo bora, sijui umeelewa. mm. Leo Palestina na Israel, yaani kupitia Israel na Hamas ambao dunia tunaaminishwa kwamba kuna vitabu eh, historia yao ni yatoka ya enzi ya Abraham mm. lakini dunia ya leo inawashinikiza kwenda kwenye maridhiano, kuwa na taifa la Palestina na kuwa na mataifa mawili, taifa la Israeli. Ile ni, ni, ni maridhiano eh, kuweka silaha chini, kubadilishana mateka, kuijenga upya Palestina mm. Lakini kuamini pia haki za Waisraeli okay. au sio shemiraji mm -mm. eh? yeah. Hii yote lakini ni maridhiano, tunazunguka zunguka mm. Kwa hiyo quality ya Samia Suluhu Hassan inapatikana katika kuleta maridhiano ya kitaifa mm. Maridhiano okay. ya kitaifa mm. Ndio yatakayoifanya eh, Tanzania iliyo bora bora, Chadema iliyo bora, ACT iliyo bora. Hakuna chama kinaweza ku perform mipango ya maendeleo kama hakuna maridhiano. Okay. Na haya yote ndio aliyomfanya Mwalimu Nyerere kuwa kioo na nuru ya Afrika kwa sababu aliweza ku implement peace. No. Kwa hiyo naomba zingatio la kila Mtanzania pasipo kuangalia pia ushawishi wa Rais Samia na na, na dhamira yake lakini sisi kama Watanzania na hasa eh, kizazi kipi. Mm. Tunahitaji utulivu katika taifa letu. Tunahitaji kusikilizana. Mm. Haiwezekani kuwa na, na kiongozi kwa njia moja au nyingine eh? Mm. Kusiwe na tofauti za kisiasa kati ya chama chake au kati ya mtazamo wake na chama kingine. Hayo yapo katika ulimwengu wa demokrasi. Na ndio siasa yenyewe na, eh, na ndio maana siasa <laughs> na pili, mm, ikumbukwe kwamba Tanzania kwa mujibu wa sensa tuko milioni sitini. Vyama vya kisiasa viko 19, sawa? mm -hmm. Kwa mujibu wa takwimu ambazo naweza kusema e, sio si rasmi, vyama vyote hivi havifikishi wanachama milioni 25, vyama vyote hivi na chama chenye wanachama wengi ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo watanzania wa ambao hawana vyama ni wengi zaidi kuliko watanzania ambao wanaamini katika vyama okay. Na ndio maana kuna lile dai la mgombea uhuru, mm. sijui umenielewa? <laughs> Sasa nyinyi ambao a mko katika vyama vya siasa, msi, msitake kuupeleka mustakabali wa taifa la Tanzania uamuliwe na wanasiasa. Sijui kama unanielewa mm. Mustakabali wa Tanzania unaamuliwa na wanasiasa wana wana na tunasemewa na wanasiasa mm. Hakuna chama kiliwahi kuitisha hata kura ya maoni umelisikia mm kukataa yaani, kidogo naomba hapa tuzingatie demokrasi, inabidi iwepo. Mfano, sasa hivi tunasikia no reform no election mm. Oktoba tunatiki, lakini naomba niulize, no reform basi, umeitisha hata umepita hata kutafuta haki za kidemokrasia Watanzania tupige kula referendum ifanyike kwamba kitu fulani na fulani kibadilishwe mm. uwepo wa chama chako umetokana na katiba iliyopo kwa mujibu wa katiba, ingia katika siasa, ingia katika uchaguzi, shinda viti vya ubunge, au sio bwana? mm. Nenda katebo hoja zako za kisiasa okay. ili uweze kupata haki ya hayo ambayo unataka ya hayo unayotaka, mm. Uh, mzee Miraji ameulanga amemwachia kwenye uwanja wake mpana, ametembea ame hapo mm. kama balozi wa amani kulisemea ile wakati ambako wa pia tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, jambo la amani imekuwa ni msingi sana. Hebu tupe kwanza kidogo uh, kuchacho, wakati wewe unakwenda mbio kule kweli, wakati ule ulikuwa ukipanda kwenye majukwaa ukiwa mgombea mwenza, na mlikuwa mkiamini pia katika hizi siku mia moja, katika yote ambayo mlikuwa mkiyasema, mliona tija na utekelezaji wake ulikuwa unawepesi ama ugumu kwa kiwango gani? Unakuwa na ugumu zaidi kuliko wepesi. Lakini wepesi unakuja unapokuwa umeingia madarakani, kama unavyosema, unakuta nchi imetulia na chama kinachokuwa kilichoingia madarakani ni kile ambacho kilikuwepo awali, kwa sababu kinapata kazi ya urahisi wa kuendeleza pale kilipoishia. Kikija chama tofauti, inakuwa ni ngumu, na ugumu zaidi katika hii suala ya falsafa au dhana ya siku mia za kutoa mwelekeo wa serikali. Wakati mwingine unakuja kwenye vyama mnapokuwa mna vitu mmeviandaa kama sera, mtu akaja na vitu vingine, kwa sababu wagombea wana nafasi ya kuja na ahadi zao kupandikiza kwenye zile za ilani pale wanapoona ilani imepelea pelea fulani. Lakini ulitangulia kusema kitu muhimu sana hapa, kuhakikisha unayoyazungumza hayakinzani na katiba ya nchi hayakinzani na sheria za nchi hayakinzani na tamaduni no. No. za nchi, hata mikataba na hata mikataba ya kimataifa. Sasa kuna wakati mtu anazungumza vitu inakuwa ni kama labda unasema decree. Unajua, mimi nina uzoefu wa nchi zilizokuwa zinaendeshwa kwa kutokuwa na katiba 1964 na Zanzibar, tulikuwa tunatumia kitu kinaitwa decree, yani rais akisha kutoa tamko au kauli inakuwa ndiyo sheria sheria. Kwa hivyo Karume alikuwa akisema kitu, baraza la mapinduzi la watu 14 likithibitisha hiyo ni sheria, kwa sababu baraza la wawakilishi la kwanza, yaani chombo cha kutunga sheria Zanzibar, kimeanzishwa mwaka 1984 wakati alipo wakati alipowakati wa Aboud Jumbe Mwinyi mm -hmm. Kwa hivyo kabla ya hapo ilikuwa inatumia digrii sasa. Leo mtu ni kote hoja ya, ya, ya Balozi Risasi hapa ya kwamba mtu anaposema nitaweka bwawa alafu nitafuga mamba halafu watakula watu <laughs> maana yake ameacha utawala wa sheria, anakiuka masuala ya kwamba vyombo vya mahakama ndio vyenye kutoa haki, anakiuka haki za binadamu. Yaani kwa ufupi ule mfumo wote ule anauacha na badala yake anatuambia yeye ataiendesha nchi kwa dikrii, kwamba atakachoamua anasema sitaingia Ikulu kwa muda wa siku miezi miwili siku sitini. Mm, mpaka yale mabwawa yawe tayari. Sasa unajua, unaweza ukaona kama ni maskhara fulani, lakini hebu chukulia watu wanamna sample hii wanabahatika, wanaingia madarakani, na sio yeye tu, na wengine wengi wamekuja na mambo mengi wengine wanakuambia wao watahakikisha kwamba lazima kila kijana anaoa wake, wa, wake wanne mm. Kuna watu kiimani hawaruhusi kuoa wake wanne. Kuna watu hata kama wako kwenye imani ya kuoa wake wanne lakini hawataki. Kuna watu hawana uwezo mm. Kuna watu hawana nguvu za kiuchumi. Kuna watu hawapendi tu. Sasa utalazimisha uta, uta vipi? Unaingilia mpaka uhuru wa watu. Sasa nadhani wagombea wanapaswa kustik kwenye masuala ya kisera yaliyomo kwenye ilani zao za uchaguzi na yanayoendana na mila na desturi zetu, yanayoendana na sirka na tamaduni zetu, yanayoendana na sheria na kanuni na taratibu za nchi yetu, yaliyokuwa hayakinzani na katiba zetu mm -hmm. Kwa hivyo nadhani wakienda kwenye msingi huo, hizi siku mia, labda labda, pengine, mi niseme baadhi ya wagombea, upo uwezekano hawaelewi, wanasikia tu siku mia, siku mia, siku mia na wananchi ndo tumewakanganya kabisa, hawaelewi hizi siku mia. Jamani, kama tulivyotangulia kusema awali, zinatoa mwelekeo wa serikali itakuwaje, sio kama kila kitu ndo kimetekelezwa hapo watu. mm. tumekwenda mbio, neno lako mmoja tu uh, Molanga, itumalize neno langu kubwa ni Watanzania, tuilinde amani yetu amani yetu ina thamani kuliko vyama vyetu, kuliko hata dini zetu pia. hmm. kwa sababu hakuna, hakuna mtu atakayeweza kuingia msikitini na kanisani katika mlio wa bunduki. hmm. hakuna mtu atakayeweza kwenda msikitini na kanisani wakati kuna ndugu yake anavuja damu. Tunaona yanayoendelea Gaza, tuliona yaliyoendelea katika genocide ya Rwanda. Mimi nasisitiza tena, viongozi wa dini zote, viongozi wa vyama vyote, hatua ya mwisho wote tunabakia kuwa kama Watanzania, tuilinde amani yetu, tuithaminishe amani yetu. Hakuna kiongozi ambaye ni malaika, hawezi kuwa amekosea hmm. <clears throat> kwa makosa yoyote yatakayokuwa yamefanyika, sawa hmm. tunahitaji kukaa mezani na kuyajadili makosa yale kwa mustakabali mwema wa taifa letu okay, na kusikilizana na kusameana. Mm. sekunde 30 Miraji, tumalize. Namalizia kwa neno moja tu mm -hmm. la ushauri mm, zitungwe sheria na taratibu, wagombea wa vyama na hasa kwa nafasi ya urais, baada tu ya kuthibitishwa na tume kuwa wagombea, sio siku ile ile wakithibitishwa, siku ya pili waanze kampeni, ipatikane wiki moja alau, wawekwe jikoni, wapikwe <laughs> maneno ya kwake mwanasiasa mstaafu Said Miraj ambaye naye ameshawahi kuwa ke, siya, Miraj, mgombea kwenye nafasi e, ya makamu e, mgombea mwenza wa urais, anatoa ushauri wake ama nasaha zake ya kwamba sasa umefika wakati pia, kama nchi, tukishapata wagombea tusiwaache tu wakaenda, badala yake wapewe japo mafunzo hivi, ili watakapofika kwenye majukwaa yale wasije wakahemko kwa namna yote, ni kushukuru sana. Asante sana. Kando yake tumekuwa naye Risasi mwa Ulanga, mchambuzi wa masuala ya siasa, lakini pia balozi wa amani, kushukuru pia Risasi. Asante sana nam nukta hinu nafikisha tamati ya uchanganuzi hii leo. Mi naitwa Nordin Selemani, nikutakie tu mtazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, panapomjaliwa tukutane tena kesho. Usiku mwema nake.